Hapa tulipo tupo katika shamba la mbegu mbegu za mihogo. Eneo hili ni eneo nzuri kwa uzalishaji wa mbegu, kwa maana ya kuwa ni eneo ambalo halina magonjwa ya, ya mihogo. Kwenye mihogo tuna magonjwa makuu mawili ambayo ni michirizi ya kahawia na batobato. Kwa hiyo eneo hili ni eneo nzuri kwa uzalishaji uzalishaji wa mbegu, na leo hii tuna ndugu zetu kutoka halmashauri ya Ludewa wamekuja ku chukua mbegu mbegu aina ya Mkuranga na Chereko. Mkuranga wanachukua mizigo 40 na Chereko pia wanachukua mizigo 40. Pia watachukua na Taricas 4 ambao wanachukua mizigo kumi. Kwa hiyo tuna tunatoa wito kwa watu wengine pia, almashauri zingine pia zije mbegu. Bado tunazo tunazo mbegu za kutosha kwa maana kwa maana kuwa hizi ni mbegu ni, ni, ni, ni, ni safi ni salama, hazina magonjwa hayo ambayo nilisema awali, batobato na michirizi, michirizi ya kahawia. Hizi mbegu ni bora, kwanza ni kinzani kwa magonjwa. Kama alivyotangulia kusema awali, katika zao la muhogo tuna aina mbili ya magonjwa ambayo inashamiri sana, moja ni michirizi ya kahawia na pili ni batobato, ni bato. Kwa hiyo hizi mbegu ni mbegu ambazo ni safi, chanzo chake ni mbegu ambazo zimetoka zitoka kule Naliendele ambazo zikaletwa hapa. Eneo hili ni eneo ambalo ni, ni, ni, ni, unasema aina magonjwa hayo, ndio maana zikakaja kuzalishwa hapa. Kwa hiyo mbegu ambazo zinatoka hapa tuna uhakika nazo asilimia mia kwamba hazina maambukizi ya hayo magonjwa ambayo nimekwisha kuyasema hapo. Mbali na, na, na magonjwa, pia hizi mbegu zinatija katika uzaaji. Zina, zina uzalishaji wake kwenye hekta moja ni zaidi ya tani 30. Sawa ni zaidi ya tani 30. Kwa hiyo ni mbegu ambazo ni mzuri. Kwanza ni kinzani kwa hayo magonjwa, pia zinatija katika uzalishaji. Kwa maana kwenye hekta moja mkulima anaweza kupata zaidi ya tani 30. Tani ukilinganisha na zile mbegu za kienyeji ambazo mkulima huwa anapata chini ya tani nane. Majina, naitwa Tibu Musa Fumito, ni afisa kilimo kutoka Halmashauri ya Wilaya ya Rudewa niko hapa leo kwa ajili ya kukabidhiwa mbegu kutoka Taasisi ya Utafiti kituo cha TARI Naliendele. Mbegu hizi tumekuja kuzichukua mahususi kwa ajili ya kwenda kuwagaia wakulima. Lengo la kuchukua mbegu hizi ni kuzipeleka kwa wakulima wetu ambao tayari wamesha kuwa tayari wanalima mbegu zetu zile za kienyeji, ambazo zimekuwa hazina ule ubora ambao unatakiwa kuzuia magonjwa pamoja. Pia mbegu hizi pia zina uwezo wa kuongeza uzalishaji, maana tumeona kwamba kwenye kari moja hekta moja unaweza kupata tani 30. Kwa hiyo lengo ni kwenda kuwagaia wakulima kuweza kuongeza uzalishaji kwenye halmashauri yetu ya wilaya ya Ludewa. Sasa hivi tuna manufaa sana baada ya kupata hizi mbegu, kwa sababu ukilinganisha na ile ya, ya mbegu ambazo tulizokuwa tunatumia mwanzo za kienyeji lilikuwa zina magonjwa mengi, lilikuwa hafifu uzalishaji pia ulikuwa mdogo, lakini toka tumepata hii mbegu tuna, tumetarajia kupata, yaani mavuno ni makubwa tofauti na mwanzo kabisa. Nawashukuru sana TARI kwa kutuletea mbegu hizi bora, na tunawaomba tuna, tuna pia waendelee kutuletea mbegu zingine zaidi ya hizi ili tuendelee kupata mavuno zaidi ya hapa tulipofikia.